Ni vijana mia moja na nne wahitimu wa astashahada na astashahada katika chuo cha uandishi wa habari UBA hapa Kigoma wakiselebuka. Waandishi mkongwe wa kimataifa na mjumbe wa bodi ya chuo hicho, Hassan Mhelela, ni mgeni rasmi akawakumbusha kuchuja habari na kuchukua tahadhari ya kukua kwa teknolojia usiwatie hatiani. Tunataka kuwe na maadili katika utengenezaji wa haya maudhui na jinsi ya kuyasambaza kwa kiasi kikubwa. Ukiingia mitandaoni sasa hivi, maadili yamevunjwa, au yanavunjwa, yanakiukwa kwa makusudi kabisa. Hatuamini kwamba mhitimu wa UBA utatoka hapa na maadili uliyofundishwa pale, sababu kuna masuala mnatuambia, kuna media law na ethics, mnafundishwa sheria na maadili ya uandishi wa habari au utangazaji na nini. Sasa kama umefundishwa yale ukaenda mtaani ukaya, ukayakiuka ukakutana na mkono wa sheria, utakuwa huna wa kumlaumu. Si kila habari inastahili kuchapishwa, baadhi ya habari tukizikuta tupime. Mkurugenzi wa chuo Barwa ni Muvuza, wadau kadhaa na wahitimu, kila mmoja na mtazamo wake katika kuhakikisha fani hii inaakisi ustawi wa nchi katika nyanja zote tunategemea eneo letu ili kuendelea kuwa na msukumo wa kuwapatia elimu hii ya muhimu sana vijana wetu, ili waweze kuongeza maarifa, ujuzi wa kufanya kazi ya uandishi wa habari na utangazaji. Kama umeingia mtaani, kuchukua stori yako story ambayo unajua inaenda kuwanufaisha wanajamii na kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine, si stori ambayo itaenda kuleta mtafaruko. E, tunawasihi tu vijana wetu waingie darasani wajifunze wanachoki, wanachokifuatilia sio bule, mbeleni kina faida. Wahitimu sita wanaenda kuanza maisha ya kitaaluma, wakati wengine 98 watarejea kumaliza mwaka wa mwisho kutimiza matakwa ya sheria inayohitaji stashahada ili kutekeleza majukumu ya kihabari nchini. Wahitimu wenyewe, nini ambacho ni mazingatio yao mara baada ya hapa? Jacob Ruvilo, Azam News, Kigoma.